Kama vipi mambo, vipi? Mambo fresh kama kawa kama dawa. Naona umepoa sana. I say, na swali moja hivi. Swali gani? I say, ni kwa nini wazee wa zamani walikuwa kidumu sana kwenye mahusiano yao na walikuwa kidumu sana kwenye ndoa zao. Yani wakifunga na maanisha pingu za maisha wanakuwa wamefunga kweli, yani mpaka kufa na kuzikana. Hii imekaje kaeje kwa vijana wa sasa ambao tukioa hatudumu kwenye ndoa zetu. Yani ndani ya mwaka mmoja unakuta umeoa mpaka mara nne au umeolewa mpaka mara nne. Hii imekaje kaeje? wazee wa zamani kuanzia miaka gani? Miaka yani kuanzia miaka ya sabini kushuka chini, yani kurudi nyuma e. Wewe kwa mtazamo wako, wale wazee walikuwa wanafunga ndoa kanisani ama walikuwa wanabebana? Mm, walikuwa wafunge ndoa kanisani, ila walikuwa wanafunganishwa, yani kama kimila fulani hivi. Ah, ndoa za kimila ndio. Okay, wewe ushawahi kuoa? Mimi bado sijaoa ila natarajia kuoa. Ila ushee kuona hata rafiki yako ameoa? Mm, wengi wengi wengi. Wale rafiki zako kipindi wanaoa, taarifa kwa wazazi zilifika mapema au wazazi walishtukia tu wame, wamepelekwa? Hapana, yani ni kama walibebana tu. Yani ulishtukia tu? Eh, nishtukia tu mwamba kaoa, amefika nyumbani. Yeah. Alafu wazazi walikuwa wanajua ukoo kule aliko, ama alikuwa anasema mimi nimetokea sehemu fulani. Hapana, walikuwa mm hawajui. -hmm. Hawajui. Ni wamekuja kujua, kujua baada ya watoto kuoana. Watoto kuoana. Ndio. Yaani manaka ambebana. Hata yeah, hajui mzazi kwa upande wa binti, mm -hmm. Aelewi chochote. Ndio. Alafu hata binti upande wa mwanaume hajui hajui chochote. Hajui chochote. Mm. -hmm. Na ndio maana ndoa lazima zisumbue. Sasa okay. mm hivi -hmm. Chukua ndoa mia mm, kuanzia miaka iliyopita kama saba nyuma. Ndiyo. tafuta ndoa mia za watu waliofunga makanisani, zichukua hizo ndoa mia ziweke hapa. Chukua ndoa mia za watu waliowana kimila, kama vile watu polipoli vile wameoana bila kuingia kanisani, waweke hapa. Anza kuchambua mwanamke mmoja mmoja, yupi ni mtii na yupi sio mtii. Unaweza ukaja kushangaa asilimia tisini ya watu waliofunga ndoa hakuna utii wala heshima wala adabu hata moja, na asilimia tisini watu waliofunga ndoa makanisani hawajadumu mm. kwenye ndoa wamefunga na wameachana, ila asilimia tisini ya wale watu walio wakimila mila wale mm. ndoa zao zikadumu asilimia tisini ni asilimia tu kumi kavunjika. Sababu okay. vijana wa sasa hivi na dini za sasa hivi zilizokuja zinapotosha sana. Ndiyo. Unakuta mtu amekuja kanisani ameokoka ghafla tu baada ya siku mbili tatu waka, unajua kabisa alikuwa ni bamedi mm, huyu. Halafu kuna kijana mnamshauri we muoe huyu we.